Awali ya yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nami na niungane na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia uhai na afya na kuwa katika eneo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie fursa hii kukushukuru kwa dhati kabisa kwa kuridhia kuwa mgeni rasmi katika hafla hii licha ya majukumu mengi ulionayo ya kuwatumikia Watanzania. Uwepo wako Mheshimiwa Waziri Mkuu ni ishara ya dhamira thabiti ya kuunga mkono juhudi za kuimarisha sekta ya elimu nchini. Aidha, ni kupongeze kwa kazi ya kizalendo unayoifanya ya kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kusimamia utekelezaji wa majukumu ya serikali kwa ufanisi. Hongera sana, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, mbunge na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, ambaye alitamani kuwa nasi hapa lakini kutokana na majukumu mengi ambayo yamemkabili ya kitaifa, ameniomba mimi nimwakilishe. Naomba kwa heshima kubwa upokee salamu, shukurani na pongezi zake kwa uongozi wako mahiri lakini pia Mheshimiwa waziri Mkuu, naomba upokee udhuru wake wa leo. Mheshimiwa waziri Mkuu, maelezo kuhusu mradi huu yameshatolewa kwa kina na makamu mkuu wa chuo, lakini pia naibu katibu mkuu wa elimu ameyagusia kwa namna yake. Mheshimiwa waziri Mkuu, naomba uniruhusu nisiarudie kutokana na muda, isipokuwa Mheshimiwa waziri Mkuu, tunaomba kama wizara tumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake thabiti, maono na dhamira ya dhati ya kuifanya elimu ya juu kuwa nyenzo ya mageuzi ya kiuchumi. Aidha, tunatoa shukrani zetu kwa Benki ya Dunia kwa kuwezesha utekelezaji wa mradi huu muhimu wa maendeleo ya taifa letu, kwani kupitia mradi wa HIT Serikali inalenga kubadilisha taswira ya elimu ya juu nchini kwa kusogeza huduma hii karibu zaidi na wananchi. Wizara imejidhatiti kusimamia utekelezaji wa mradi wa HIT kwa kuzingatia thamani ya fedha, ubora na muda uliopangwa huku ikiimarisha mifumo ya ufuatiliaji na tathmini ili kuhakikisha uwajibikaji na tija inayokusudiwa inafikiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo haya, kwa heshima kubwa, kabla ya kukaribisha, naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, upokee zawadi yetu kutoka wizara, na baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukuombe uzungumze na hadhara hii na wananchi wa Mkinga. Na baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupo tayari sasa kukusikiliza na kupokea maelekezo yako.